Yesu asifiwe. Amen. Mimi na hesabu ni baraka kutembea kwa nyumba ya mtumishi wa Mungu, rafiki yangu Vicar General Paul Naisikwa, ambaye tulihudumu naye, na kwa neema ya Mungu bado ameendelea kuwa mwaminifu katika kazi ya Mungu mwaka wa 2025 ninaomba Mungu akuweke kwa nafasi. Zaburi ya 113 mstari wa saba, nane na tisa. Daudi aliomba na akasema, E Mungu, uniinue E Mungu, uniweke pamoja na wakuu wa falme pamoja na wakuu lafu, kitu cha tatu unishibishe, kama vile tasa anavyoshibishwa kwa kupata mtoto. Mwaka huu wa 2025, mtumishi wa Mungu, tunaomba jambo la kwanza Mungu akuinue, akuinue kutokea hatua mmoja hadi nyingine katika maisha ya kiroho. Hasa wakati huu wa saumu tunaomba Mungu atuinue kwa kutusamehe dhambi, kwa kutubadilisha na kwa kutupa matumaini. Wacha Mungu akuinue. Jambo la pili, Mungu akuweke kwa nafasi, akuweke kwa nafasi ya baraka, akuweke kwa nafasi ya ufanisi, akuweke kwa nafasi ya kuwa na nguvu na bidii ya kutumikia Mungu. Jambo la mwisho, wacha Mungu akushibishe. Akushibishe na neema, akushibishe na rehema. Akushibishe na mahitaji yako yote pamoja na mama. Mungu awe pamoja nani. Nashukuru kwa nafasi ya kufika nyumbani. Mm. Natuombe.